Naam, karibu mtazamaji. Mimi naitwa Gladys Mungai, Lensa Udingo akiwa anatusaidia kukuperushia taarifa hizi kwa lugha ishara. Tunaanza katika maeneo ya Mlima ukipenda ama Mlima Kenya, ambapo Rais William Ruto amesisitiza kwamba uhusiano wake mwema baina yake na watu wa Mlima Kenya wa zaidi ya miongo miwili ungalipo, akiwaomba watu wa eneo hilo kutoyumbishwa na wakosoaji wa serikali. Rais Ruto ambaye alikuwa mjini Maua katika kaunti ya Meru alisifia miradi kadhaa ya maendeleo ambayo serikali imekuwa ikitekeleza katika eneo hilo akiahidi kuendeleza kutimiza ahadi zake. Rais aliwasuta wafanyabiashara walaghai wa miraa akisema kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Ripota wetu Abdiaziz Hashim yuko kwenye ziara hiyo ya rais na ana mengi kupwa na ya kujaa kuhusiana na ziara ya rais Ruto eneo la mlima Kenya. Tazama kwenye siku ya pili kati ya siku tano za ziara ya kikazi eneo la mlima Kenya. Ngojea miraa, ngoja ngoja wewe. Sasa rais <laughs> William Ruto, naibu rais Kithure Kindiki, mawaziri na viongozi wa eneo hilo walipiga kambi katika kaunti za Meru na Kirinyaga. Nime nimekubali sasa, muko na gavana ni huko Maua katika kaunti ya Meru. Mimi nawauliza watu wa Meru, munasema tuendelee na kazi ama munataka tuletewe vitina na uchochezi na mambo ya upuzi? Rais Ruto aliwasuta wakosoaji wake na kuwakashifu kwa madai ya kuvuruga uhusiano mwema uliopo baina yake na wakazi wa eneo la Mlima Kenya. Urafiki nimetengeneza na watu wa Mulima ni urafiki ambayo tumetengeneza kwa miaka karibu ishirini. Hakuna mtu atakuja kuvunja urafiki ambayo mimi nimetengeneza na watu wa Mlima na siwezi kukubali mtu yeyote kuja kati yetu. Rais alikariri kwamba uhusiano wake wa eneo hilo umeimarika kwa kipindi cha miaka mingi, akitoa mifano ya miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ambayo amehakikisha imetekelezwa. Mimi nataka niwahakikishie mimi si wazimu na mimi si mjinga na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali, na mimi nataka niwahakikishie, tutatembea pamoja, nitakusaidia kazi. Sitabishana na wewe kwa sababu kazi yangu sio kubishana na rais, kazi yangu ni kusaidia rais, nisaidia rais Rais Ruto aliwaahidi wakazi kwamba serikali jumuishi inalenga kushirikisha kila jamii ili kutokomeza ukabila. Peter Munya na rafiki yangu Franklin Mezeka Lentore, hawa viongozi wawili tayari wako na mazungumzo na mimi na tuko na kampango. Nyinyi tulizeni poli, mambo iko sawasawa. Wakati huo huo, rais aliwaweka kurunzini mawakala laghai katika sekta ya miraa. Watu wa kateli ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. mambo yao ni mangapi? Aidha wakome na kateli ya miraa, ama mambo ya pili tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu hi <laughs> kwa sababu wewe ndiye amiri jeshi mkuu. Delegeti ya kateli ya miraa, nitapita nao asubuhi na mapema basi hiyo ya kateli ya, hawa, ya hawa, wa wamiraa wa bwana deputy president, pita na wao e, niko na mtu sasa ananisaidia kibarua. Jameni, ilikuwa nimehangaika sana. Rais alifichua kuwa ametokomeza ulagai katika sekta ya kahawa na kuhakikisha wakulima wananufaika na bei ya juu ya zao lao. Ile bei ya kahawa ambayo ilikuwa shilingi 50, shilingi 60, mwaka huu

wale walikuwa wanatusumbua tumewaondoa. Rais pia aliweka jiwe la msingi katika kituo cha huduma pamoja na soko mjini Maua, akatoa hati miliki za ardhi kwa wakazi wa eneo la Athwana, Tigani ya Magharibi, akakagua mradi wa ujenzi unaoendelea katika kituo ndogo cha uzalishaji umeme cha Nkwene miongoni mwa miradi mingine, haswa katika kaunti ya Kirinyaga. Naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameelekezwa na rais William Ruto kuandaa kikao na wakulima wa majani chai, miraa na kahawa wiki mbili zijazo, huku rais akitarajiwa kuzuru kaunti ya nyandarua na Murang'a hapo kesho. Abdi Aziz Hashim kutoka eneo la Maua, kaunti ya Meru.